Oyo, e bana, Yanga na yule jamaa Allan Okello yule ule Allan Okello ni balaa Yanga wakinasa saini yake, kwa sababu tunasikia taarifa kwamba mchongo unaendelea ni ama kuna mazungumzo e bana. Yanga wakifanikisha kunasa saini ya Allan Okello e bana, kutakuwa kuna msiba mzito sana kwa wapinzani. Allan Okello ni kiungo mshambuliaji ambaye amekamilika sana, haijalishi jana amekosa penati, haijalishi hajafunga goli kwenye michuano hii ya Afcon lakini ni kijana ambaye ana ufanisi mkubwa sana wa kusakata kabumbu. Kiungo mshambuliaji ame, amekamilika, anaweza kupiga mashuti, ana uwezo wa kupiga pasi sahihi, ina maana ana uwezo kutoa assist, ana uwezo kufunga mabao. Unahitaji nini kutoka kwake kaka? Sasa Ashumu upande wa kulia anacheza, Allan Okello upande wa kushoto anacheza Pako Mezuzwa. Ah, wapinzani si watajuta jamani! Mbona hili huku ngombe tu huku hmm? Na boss mwenye yule kule, eee.